Jamhuri Kihwelo Julio, yes boss. Oha. Bwana Oha. E, vipi? Raundi e, ya nne zimeisha, mechi za raundi ya nne zimeisha ligi ya mabingwa Afrika, shirikisho, Azam peke yake ndio timu ambayo imeivalisha nguo Tanzania kwa kushinda mechi mbili mfululizo. Hii ikoje? Wa Bismillahirrahmanirrahim, kwanza niseme siku zote matayarisho mazuri yanatengeneza mafanikio mazuri, alafu trust ya mwalimu kwa wachezaji ndio inajenga msingi bora. Ukimwangalia Ibenge toka amekuja kwenye Azam, anafanya mchanganyiko wa wachezaji wa kitanzania ambao wana asilimia kubwa wanaocheza kuliko wageni, lakini au wanao, wageni wanaocheza nao wanakuwa na, wana na impact kwa sababu mwalimu anachanganya na kufanya timu isiwe na watu wabora. Timu zetu hizi kubwa zina watu bora kuliko watu wengine, na ndio maana wanapata matatizo. Leo hii tukiangalia klabu kama Simba. Simba wanapata shida kwa sababu, leo, Simba, tumetoka kusajili wachezaji 13 msimu uliopita. Tukatoa wachezaji 12 tukaleta wachezaji 11. Lakini bado katika 11 tumetoa tena wachezaji saba, tumeleta wengine wachezaji saba. Hebu niambie, bado tumepata na mwalimu mpya. Niambie tunapata wapi muunganiko wa kuifanya timu iwe bora? Kwa sababu kwanza mwalimu mpya na wachezaji wengine wapya. Wengi waliocheza leo ni wachezaji wapya ambao wameingia kwenye dirisha dogo. Sasa dirisha dogo unaingiza timu nzima au nasajili mapungufu ya wachezaji mmoja wawili au watatu. Waangalia Yanga wamemwingiza Okello, nafikiri na wengine, wewe unawajua Buke sijui Bupe, ambao unaona impact ya yao katika timu ya Yanga dhoo ju ya, na umetoka draw lakini draw ya Yanga huwezi kuikompea na draw yetu sisi Simba, tulikuwa tushashinda tayari, goli mbili zinakwenda zinarudi, na baadaye wanapata penalty ya kutaka kutufunga goli la tatu. Hii ni kuonyesha wachezaji waliosajiliwa hawatoshi. Scouting ya watu wanaowasajili wachezaji sio kazi yao. Acha viongozi wanaofanya kazi ya usajili waongoze timu, wawape watu purposely wenye uwezo wa kusajili wachezaji wa kuisaidia Simba. Wana wauzu wana simba wana wauzu, wapenzi na wanachama na watu wengi ambao wanaipenda Simba leo hii wanakaa watu wengi kum, kutumwa kumtukana Mangungu. Mimi bado najiuliza Mangungu anatukana kwa sababu gani? Wakati yeye sio anatoka upande wa tajiri ambaye ndio kunakotoka fedha na kila kitu na kwenye maamuzi makubwa. Kwani usajili anasimamia nani? Maana Mangungu ndio mwenyekiti Wenyekiti wa Mangungu upo, lakini yeye atakaa tu pale kama box. Watu wote ambao wanaofanya usajili upande wa Monda wanakusema tunamtaka mchezaji huyu tu, sisi ndio tunatoa hela, tunafanya kitu. Nenda kauliza kama Mangungu, kuna saini yoyote ya fedha ambao wanaitoa kwa Mangungu. Anaonewa kwa sababu ndio taulo la hotelini, maana taulo la hotelini, hata mwenda azimu akienda, kuna maji ananawa, anajifutia, azuiliwi na mtu yote yule. Kwa hiyo na Mangungu amekuwa kama taulo la hotelini, wanamuonea. Na kama wanataka usawa, wakae wajadiliane, waangalie wamejikwa wapi na wameangukia wapi. sio kumpa lawama mtu mmoja wengine, wanakaa safe wakati wote wakosefu. Kwani ukimtoa leo Mangungu, timu ikifaa vibaya, utaenda kumfuata nani wa kumwambia atoke? Lazima waangalie hawa viongozi kitu gani ambacho wanakifanya, kinachouzi watu wengine ni mambo mabaya sana. Lazima binadamu amuogope Mwenyezi Mungu, makosa wanayofanya viongozi wote, upande wa mwekezaji na upande wa Simba as well, huku kuna asilimia hamsini na moja kule kuna asilimia arobaini na tisa kwa sababu usajili umefanyika juzi na kuaminishwa kwamba utakuwa, maana usajili gani wa kuweza kutoa Mbili mbili na kututoa katika mashinani, lakini Julio, nimeona Simba wana, wana, wame, wametangaza ajira ya kat, nafasi mbili ikiwemo mtu wa wanachama, lakini mkurugenzi wa ufundi, huoni kama ni direction sasa wanakwenda unakokutaka kwa sababu ukishapata mkurugenzi wa fundi ndo anakuja kukusaidia nini, wakati vitu vyote wanafanya viongozi wenyewe. Maana kama Simba, mimi naijua toka zamani. Mimi kitu kikubwa ambacho Simba wataki ni kuniambia kwamba mpange huyu, alafu mimi nakuwa sikubali, kwa hiyo nakuwa siendani na sera zao, that's why unaona sisi tunaenguliwa sana kwenye Simba. Leo hii unanyimwa hata free pass, leo unakuja kupewa na engineer, lakini sio wao. Na sisemi kwa sababu nataka kuwaponda au sisemi kwa sababu eti kuna kitu nahitaji, of course, kwa sababu mimi mwana Simba, na mimi nataka kuitetea Simba. Ni sawa sawa na na mtanzania ambaye kuna vita na unashika bunduki unaenda front, lakini kubwa lililokuwepo huo mshikamano na utuhimiza, wao hawafanyi, ili mradi kutoa hata mawazo wa wachezaji. Achana na mimi Julio, kuna watu kama kina Malota Soma wana uwezo mkubwa wa mpira, kuna watu kama kina Zamoni Mogela. Kwa nini hawawi tu kuambia jamani, timu yetu hii tufanye hivi, kama wanavyofanya Yanga? Kiasi kiasi ambacho kinatupelekea Simba tunakuwa tunaumia. Mimi leo sikwenda kuangalia mpira wa Simba kwa sababu nilijua matokeo haya yatatokea kutokana na Simba jinsi ilivyo, na niona nimevaa jezi Azam, nimekuja kama mzalendo, nimevaa hii jezi na kuja kuangalia mpira hapa ili mradi kuzipush timu za Tanzania. Mi timu zote napenda zifanye vizuri, lakini tunapofanya vibaya Simba mimi naumia kwa sababu hii Simba mimi ndio imenifanyia mambo, sio mimi kuifanyia Simba mambo. Simba sasa, baada ya kupoteza mechi uh, tatu za kwanza na hii sare ya, ya, ya, ya leo na Yanga amepoteza uh, mechi moja, amebakiza mechi mbili, nadhani nafasi zao zikoje kwenye kwa Simba tayari asilimia 95 kutoka, lakini kwa Yanga 50-50. Wanatekiwa waende wakashinde mechi moja au wa draw moja, washinde mechi moja, basi jambo lolote naweza kutokea angalau, kwa sababu wana pointi mkononi. Si tuna pointi moja Yanga wana pointi tano, so unawezaji kukompea Simba na Yanga? Kuna vitu vingine lazima tuviangalie kwa undani zaidi. Wenzetu wana tano, si tuna pointi moja. Sasa hapo nani mwenye nafuu? Yanga ndio na nafuu ingawa na wao wanahitaji wapange wa, wa, wa mipango yao sawasawa, kwa sababu haya mashindano sio ya kitoto, mashindano magumu. Azam nao wana pointi sita, lakini pamoja na pointi sita, wanatakiwa na wao waongeze nguvu zaidi kwa hizo mechi zinazokuja, kwa sababu wanacheza vizuri, ndio mwalimu anaamini wachezaji na wanaonyesha kufanya yale ambayo mwalimu anayataka, lakini kuna kipindi wanatoka wana kidogo mchezoni, yani wanakuwa wanapoteza nafasi za kuscore na vitu vimoja viwili ambavyo vinaweza kusababisha matokeo kwendao vibaya. Nafikiri mwenyewe uliona kuna cross ilipigwa, kama sio eh, umahiri wa foba pengine saa hizi mechi ingekwenda moja moja, manake wangekuwa na pointi nne, wangejishusha zaidi. So far mwalimu ameona na mimi namwamini Ibenge, naamini kuna jambo atalifanya na Azamu ikaenda vizuri. Asante sana ju shukrani.